Hello guys, mambo vipi ndugu wadau wa B Mamba TV? Huko nami nam kwa Msati nikawa namtambua lakini ndugu tukitambui jina lake ki undani zaidi, bitumulize ili upate kulijua jina lake. Inakuaje sasa? Okay, kidogo labda, huenda baadhi ya watu wanatamani kulijua jina lako, sijui unaitwa nani? Naitwa Eliza. Eliza, ndio jina lako kabisa la baba na mama. Ndo yeah. jina lako kabisa yeah. jina langu. languk okay. Hey, labda tuende katika uh, uchumi hivi. Eliza wewe kama Eliza unafanya shughuli gani yeah, ambayo unachojishughulisha wewe kama Eliza <laughs> biashara kuza nyanya mboga hivyo tu. unafanya biashara kuza nyanya na mboga. Na unaona katika biashara vyako mafanikio yake yako wapi? <laughs> <laughs> Hey, yaani kizidi. E, nitakuwa vizuri hiyo biashara. Yaani, faida inavyokuwa inaenda kidogo, itakuwa vizuri mm. Okay. lakini tukiachana na biashara unaoifanya e, labda tuende kwa uenda, labda kuna mtu anaweza kuwa anafanya biashara ambayo uenda si fani yake, uenda labda ukawa na fani yako nyingine tofauti na biashara hivi e, una fani gani wewe kama wewe? kama mimi fani ambayo niko nayo kwa sasa hivi mwingi mwingizaji n mwigizaji mm. Unaigiza, eh? Yeah. Kwenye kundi gani? PSC PSC movie PSC movie mm. Ipo maeneo gani? zone ya 11. Na wewe unavyokuja kuangalia kuhusiana na ile PSC movie eh, kwa gisi unavyoona hali yako na kipaji chako e, unategemea na unafikiria nini e, katika ile grupe ile? Yani malengo yangu nataka niwe kama wengine wa kiwango cha juu wanataka uwe kama mwingine. Mhm. Mm. Asante. Okay, labda tuende kwenye challenge yetu ambayo tunayo e, challenge yetu ambayo tunayo kwa siku ya leo kuhusiana na sister wangu hapa e, sister wangu Eliza. Eh, bwana mimi na challenge yangu mbona nataka nipige na wewe e, kama kisa umezungumza kwamba wewe ni mwanasanaa na lakini unafanya biashara yako vingine binafsi A, kuna challenge yangu hapa hivi wakikupatia e, ina maana mwanaume ama kabila gani? ambao hata wakija na milioni kumi hauwezi ukaolewa nao wafuleru. <gibu> n na? Okay, laba niulize tena vizuri afu nijibie hivyo hivyo. Kabila gani hata wakija na milioni kumi hauwezi ukaolewa nao? Kwa nini hauwezi ukaolewa nao wafuleru? Mm. Kwa sababu yule ule msemo wao wanasemaga wanasemaga nyoko <laughs> nyoko Aisha Aisha Aisha Nyoko Nyoko. Uh, ina maana kutokana na yule msemo wao ule msemo ambao wanawaga wana wana wanaongea wana kwamba nyoko Aisha inafanya mpaka wewe uchukie wa fulani. Hapana, sio kwamba nawachukia, la, wanaume wao yani ndio hivyo, yani sisi mm, yani tukaulana kwa sababu soto ambao <laughs> no, nningiaga kwenye akili ni si watu ambao unawapenda sasa. mm-hmm. Ikija ikajitokeza kwamba baba yako amependa uyo, uyo na amependezwa kwamba wewe leo nao watu, wewe unaweza kumwambia e, baba yako neno gani la kwanza kabisa? <laughs> kwa mimi nitamwambia kwanza, Baba, mimi sijafurahiwa na huyo kijana ambao umeletea, umenletea. mm. naweza nikamwambia mimi kwa sasa nishakuwa na wangu. mm umeshakuwa na wako, lakini jambo husika sana ni jambo e, ina maana umpendi? Mfulero ina maana umpendi, si mpendi, una mpenzi? una mpenzi hmm? una mpenzi, hebu hmm. una mpenzi labda, hmm. Hmm. Uh, eh, eh, kitu gani ambacho mpenzi wako akikufanyia eh, unaweza ukafanya hata wiki au ongee naye hmm? Yani kama cha kunidanganya. Namwambia kitu yani, ene pia nanitongoza, afu namwambia niweke wazi, ananificha afu ikifikia siku nikijua <coughs> yani kiukweli, nitachukia sana, na naweza hata nikakata wiki mbili, si siwasiliani naye. Uenda kama kwenye mambo usha ashawe ashawe kukosea kwenye <coughs> hilo jambo, sizi nikaongea naye Ah. Mm. Awezi kuongea nae, uenda nawe, Mm, labda kuna jambo lolote ambalo sh kumkosea? Hey. Kama jambo gani? Ulimdanganya. <laughs> Kwa mimi kumdanganya hapana. Eh, hapana sijamdanganya. Napendana. Kwa mimi kumdanganya sijamdanganya kwa sababu nilimweka kila kitu wise, nikamwambia maisha yalivyo na mimi mwenyeji, si nilivyokuwa hapo awali na mpaka hivi. Ah. Eh. Okay, labda tuende the challenge ya mwisho, bado tupo hapo hapo kwenye masuala ya challenge. Hivi ikifika jioni, ukiingia ndani mwako wewe kwenda kulala, au ukiingia chumbani kwako, ni kitu gani cha kwanza ambacho unataka kukifanya? Usisi unapotaka kwenda kulala kitandani kwako, ni kitu gani cha kwanza na... uh, ah, ah, yani yani kwanza kama kwenye simu yangu nabana. Ah. Nachukua ni kabla kwa tujafika kitandani. Ah. Namcheki, una mcheki kwanza. mm. Unamsalimia? Namsalimia, umeshindaje? mpaka hivi naona hapo takua aujatandika auja kitanda <laughs> kitanda takushatandika muda mrefu sasa, kufika uh -huh. kuenda kulala tu. mm. uh -huh. Kiangalia eh, ali husika ya wanawake wa hapa kwetu, kitu gani, neno la mwisho ambao unaweza ukashauri wewe, kama wewe, kutokana na hali ambayo ipo training sasa hivi kuhusiana na madada zetu, kwa, kwa lipi labda labda eh, kwa hili ambayo lina, lina trend kuhusiana na maswala ya kupost wewe, kama wewe unaweza ukashauria nini, wewe kama mwanamke mwenzie, kujiposti mwenyewe Kiutupu au vipi? Eh, ruga fasa tunasema biambese. Biambese. Uh, <laughs> kwanza kwa mimi kwanza kwa mimi binafsi sipendai. Eh, okay. <laughs> na si sifuregi na ile hali ya vile uh, kwa sababu naona kama vile wanatuzalilisha si wanawake si wengine ambao tufanyie hivyo. uh, au sio? E bana, sina mengi ya ziada, wala mengi ya kubonga kubonga. Kauli mbiu tu ukisinja standi basi, UBC itakuacha ili sikuache kumbuka kushia, kukomenti na kusubscribe ili kupata update zetu kila kona pokucha. E bana, ili kuniangalia kiundani zaidi nyuma ya kamera ni mwanangu Faida Mchina Mosi, lakini pia na jina lingine ilipo kando hapa, Black Boy. Ukisikia Black Boy ni Black Boy kweli. E bana, sina mengi ya ziada, wachani kuniambie cha